Tukiwa tuko kwenye dunia hii tunatakiwa tuvushwe na watu sahihi wa kutopeleka mbinguni. Wana wa Israeli wakiwa wako jangwani wanatafutwa watu, wana watu sahihi wa kujivusha ili kumi ili weze kuingia Kanaani. Kanaani ya leo ndiyo mbingu yenyewe na jangwa ni dunia hii. Sasa Biblia inaonyesha ya kwamba Mungu aliongea na Musa akasema, kabla hajaingia Kanaani, hebu tafuta watu katika makabila kumi na mbili ya wana wa Israeli, kila kabila mtu mmoja mmoja, waende kwanza wakaipeleleze nchi, ili hao watu wapate kuhushwa waingie kwenye nchi ya Kanaani. Maandiko yanasema wakaenda watu zaidi ya 12 wakaenda kuipeleleza nchi lakini walipoenda huko kupeleza nchi, watu kumi au makabila kumi miwana ise wakarudi na taarifa mbaya, wakarudi na habari mbaya ya kuwafucha watu moyo. Wakasema tumeenda kwenye nchi, lakini tumekuta ni nchi kweli, imejaa siwana sana, ni nchi ambayo inafaa, ni kweli kama Mungu alivyoahidi, kwamba ni kwa nchi nono inapeleza, lakini cha ajabu yake tumekutana wenyewe ni warefu mno kuliko sisi, na hao watu, cha ajabu ni kwamba wanakula watu. Lakini baada ya kuona hayo, sisi wenyewe tumekinai nafsi, zetu zimekufa, tumejiona kama panzi kwao, kwa hiyo hatuwezi kwenda kwenye hiyo nchi. Manake hawa wakapingana na ile ahadi ambayo Mungu alitoa kwa Musa ya kwamba nawatoa hawa watu Misri, lakini watatakiwa wapeleke Kanaani hawa wakarudi na taarifa mbaya kwamba hatuwezi kwenda, maana tunaona kabisa tukifika tutaliwa, hatuwezi kuingia kwenye hiyo nchi, ni heri tufie hapa jangwani, lakini huko hakufaa. Lakini bibilia nasema watu wawili Yoshua pamoja na Kayu, hawa walikuwa ni watu mashujaa, watu ambao walikuwa na roho ya kuamusha watu kwenda Kanaani. Wakasema hapana taarifa zinazoongelewa siae iaea wa kilaai wakawatuliza watu. Maana watu baada ya kupata taarifa walisinyaa, aa wakakosa wa wa matumaini, wakakata tamaa. Lakini wakaipata bajavao wawili wakasema, hapana, atipangie ciee, maana tunaona Mungu ameshatuangalia hizi taarifa tunazopewa taarifa za kweli. Sisi watu wawili tumeshuhudia na tunaona nchi nyakwetu, kuyo tunauhakika kwa tuna uwezo Mungu aliyotupatia tutaipambia nchi na tutaendelea hata kama wako wanafiri wanaishi, hata kama wako wahiti wanaishi, hata kama wako waebusi wanaishi, lakini tunaamini kwa namna Mungu aliyetupigania tutaweza kuifikia nchi. Tunahitaji tupate watu sahihi ambao watatufikisha feda minguu hatuhitaji tupate watu watakaotufanya tukate tamaa. Hatuhitaji tupate watu watakaotufanya tuuchike moyo. Kanisa la leo linahitaji watu kama vile Yoshua, linahitaji watu kama vile Kayu, watu ambao vinywa vyao vilivyoongea vinaongea ujasiri, vinaongea kushinda, haviongei kushindwa. Tukikana washirika ambao watakuwa kama hawa watu kumi na kumi, ambao wanakuja na taarifa za kuogoa a Musa nenda kwana wese ukawachukua hawa watu misi uwalete pana hata aliena. Kuna kitu kiko ndani ya Musa, lakini kwa nini Musa alishindwa kuwagusha hawa watu? Ni kwa sababu alikuwa amekata tamaa, ni kwa sababu moyo wake ulikuwa umekufa. Watu ambao mioyo yao ni yakata tamaa hawawezi wakatotaa kwenye maisha yao. Wewe uko hapa ni yao wanaushujaa na ni yao wanaujasiri wataenda kanaa kwako. Ambao wanauoga kwenye dunia hii hawataweza kuiona mbingu. Mungu anatafuta watu majasiri. Hata ukishikana nayo hekolo, unaona maneno anaongea ni maneno maneno ya kukurusha maneno ya kukupeleka. Ata nyingine sinakona mshirika ambayo akiongea anaongea kukamakamaha kwamba sasa hivi siwezi kwenda ilisiwesitela nimepita changa watu sasa